Shalom, hey, mpendwa shalom, shalom. Eh, mtazamaji wa JEM Gospel Online TV, nakusalimu eh, katika jina la Yesu Kristo. Ni matumaini yangu we ni mzima wa afya na, eh, Mungu amekupa tena nafasi nyingine ya kuwa eh, eh, mbele yake kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Mungu eh, na, na uhakika basi leo tutapokea kitu aliyoko, eh, mbele yako ni mtumishi wa, wa Mungu Joshua, kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu ambalo nina uhakika e, basi litatusaidia e, na kututoa watu wa moja kwenda nyingine. Basi nipende kuwashukuru wale wanao share e, nina uhakika kwa kufanya hivyo, basi Mungu atawabariki na kuwaongeza. Basi leo tutakuwa na somo e, lenye kichwa cha somo kinachosema kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. basi kabla ya kuanza e, neno hili tutaenda kukaribisha Roho Mtakatifu e, nina uhakika basi tutaenda kupokea kitu. Baba Mungu tunakushukuru kwa wakati mzuri ambao umetupa tena wa kuwa mbele yako. Tunakushukuru, tunakurudishia tuna sifa e, heshima na shukrani tele e, Mungu wetu. Tunasema asante kwa wakati mzuri. Tunamwalika Roho wako Mtakatifu mahali hapa katika jina la Yesu akatusaidie. Amen. Basi wakati tutaenda kujifunza somo hili la neno hakika basi litatusaidia na, ku, eh, na kutujenga basi eh, kwenye maisha yetu tulionayo sisi kama Wakristo. E, ni vyema kuhakikisha yale ambayo e, tunayapokea e, kwenye ile milango saba ile ya fahamu yanatusaidia kumpendeza Mungu. Mungu atusaidie, sio yanatupeleka e, kwenye kusababisha sisi tukamkosea Mungu. Maisha ya mtu e, wa kiroho au wa kimwili huathiriwa sana na taarifa tunazopokea kila siku kupitia milango ya fahamu. Taarifa hizi, iwe nzuri au mbaya, huingia ndani ya moyo wa mtu na baadaye kuathiri mwenendo wake. Bwana atusaidie. Biblia inafundisha wazi kwamba uchafu uchafu wa mtu hautokani na chakula e, hautokani hautokani na chakula utoka, utoka ndani ya moyo wake e, na kuharibu tabia za mtu wa nje au mtu wa wa ndani, Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni vema sikama Wakristo, yale tunayoyapokea e, kuhakikisha kwamba e, yanasaidia moyo wetu Mungu atusaidie. Yanasaidia moyo wetu e, kuwa karibu na Mungu. Mungu atusaidie. Yanasaidia moyo wetu kutokuza hisia za tabia mbaya ambazo zinaweza zikaathiri mahusiano yetu Eh, sisi na Mungu, Mungu atusaidie. Usoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mathayo kumi na tano eh, mstari 20, mstari ule wa kumi na saba mpaka ishirini, anasema hamuelewi bado ya kwa kila kitu kiingiacho kinywani huingia tumboni, kisha utolewa chooni. Lakini yatokayo kinywani hutoka moyoni, nayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, uivu ushuhuda wa uongo matukano. Hayo ndio yamtia mtu unajisi, lakini kula kwa mikono isiyooshwa hakumtia mtu nini unajisi. Sasa unaona hapa kuna mambo lazima uangalie. Anasema maana moyoni yanatoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, usherati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Sasa ukiangalia haya mambo lazima yalijaa ndani ya mtu. Mungu atusaidie. Mungu akusaidie. Sasa utauliza utajiuliza, mawazo mabaya huyu mtu, kuna mambo aliyasikia, kuna mambo labda alitendewa, yakadhaa mawazo mabaya. Mungu akusaidie, au kuna mambo aliona, kuna mambo labda alisikia. Mungu akusaidie. Au kuna jinsi aliguswa, Mungu akusaidie. wa mwili wake ukapeleka hisia mbaya kwenye e, kwenye moyo na baadaye anawaza mawazo mabaya, labda saa nyingine hata ya uzinzi. Mungu atusaidie. Sasa anasema uuaji, kuna mwingine amezamiria kuua. Ni nini kimemjaza? Labda hasira imejaa, huzuni imejaa, kutendwa kitu kilicho alichokuwa anakusudia, labda ameonewa, amenyanganywa haki yake. Sasa tabia inayozaliwa ni uuaji Mwingine alikazalika uzinzi hivyo hivyo, alitazama mapicha ya ngono alisikia maneno ya kuamsha hisia za ngono. Mungu asaidie, ikasababisha uzinzi, na mwingine uasherati hivyo hivyo. E, mwingine mwizi alisikia mambo ambayo sio ya, ya, ya, ya, ya, ya ambayo sio ya kupendeza e, kwamba labda ukifanya hivyo ukichukua hicho ukifanya hivyo utakaa vizuri utafanikiwa utakuwa mtu wa maana zaidi eh, yeah, usiwe vitu kama hivyo ambavyo vinasababisha tabia ya mtu kuharibika. Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni vyema hapa anasema ushuhuda wa uongo. Mambo ambayo yanamjaza mtu, saingine ni yale aliyoyapokea au aliyotendewa. Mungu atusaidie. Sasa, so yale yanasababisha maisha ya mtu yanaharibika na hisia ya zake za kumpendeza Mungu zina Hasa Yesu anasisitiza kwamba si chakula au hali za nje zinazoleta unajisi, bali ni kile kilicho moyoni mwa mtu. Moyo ukiwa umejazwa mabaya, basi matokeo yake ni maneno, tabia na matendo maovu. Hivyo basi, kile tunachokipokea na kukiweka mioyoni mwetu, ndicho huonekana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo yale tunayoyapokea e, yale tunayoyapokea tuhakikishe ni ya kumpendeza Mungu. Mungu atusaidie, tuhakikishe ni ya kumpendeza Mungu, kwa sababu hayo ndio yatatusaidia pia kumwona Mungu, yatatusaidia yata pia kutokuharibu tabia zetu njema Mungu atusaidie. Mithali 4:23 anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndipo zitokapo chemichemi za uzima Bwana. Ukilinda moyo wako kutokupokea taarifa mbaya, Mungu akusaidie kuachilia mambo, kusamee, Mungu akusaidie, kutakusaidia wewe kuwa na hisia nzuri, Mungu akusaidie. Lakini kila taarifa ukiiona unapokea, kila picha ukiiona unatazama, kila kitu ukisikia unataka kusikiliza, unataka kuona, hiyo itaathiri hata mfumo wa kufikiri, kwa sababu mara nyingi utakuwa unafikiri yale mambo mabaya ambayo saa nyingine yatasababisha tabia zako zisiweze kuwa tabia zenye za mtu ambaye anaweza kumpendeza Mungu, sababu hisia zikijaa ndani zinaharibu hata mfumo wetu wa kumpenda Mungu. Mungu atusaidie mfumo wetu wa kumtafuta Mungu. Sasa Biblia inatufundisha tulinde moyo kwa bidii kubwa, kwa sababu ndani yake kuna chanzo cha maisha. Moyo unapojazwa mambo ya kiroho na mema, basi ba uzaa tabia njema na mwenendo wa kumpendeza Mungu. Ukisoma Luka sita arobaini na tano anasema mtu mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema na mtu mwovu katika hazina mbaya hutoa yaliyo mabaya kwa kuwa mtu unena kwa kinywa chake yale yaliyojaa moyoni mwake. Mungu, kwa hiyo hazina yako imejaa nini? Imejaa mambo mema au imejaa mambo mabaya? Mungu wai, sasa unapoachilia mambo mabaya yanaweza yakawa yakuwaumiza wengine, na yanapowaumiza wengine na wale wengine wataenda kuumiza wengine, kwa sababu chanzo kikubwa cha watu wanaowatendea hata wengine mambo mabaya ni kwa sababu na wao walitendewa vibaya. Kwa hiyo tujitahidi kuwa watenda wa mema, kwa sababu katika kutenda mema tutasaidia kuponya jamii yetu, kuponya vizazi vyetu, tukawa na taifa tukawa na, na mikoa wilaya, vijiji ambavyo vina watu ambao ni waaminifu, watu ambao wanatenda mema. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Kwa hiyo hakikisha hazina yako ina mambo mazuri. Bwana asifiwe. Sasa ile andiko linaonyesha kabisa kwamba kile kilicho moyoni ndicho kinacho kinachodhihirika kinacho, kinacho kupitia matendo na maneno ya mtu. Moyo uliojazwa mema uzaa matendo mema. Mungu atusaidie, na moyo ambao umejazwa mambo mabaya basi utazaa mambo mabaya. Mungu atu, sasa hizi njia za fahamu, milango ya kupokea taarifa, lazima iko saba. Mungu atusaidie, ambayo inapeleka taarifa kwenye fahamu zetu na tun, kwa mfano tunapoona Eh, ile picha inaenda kwenye ubongo Mungu akusaidie, lakini inapeleka ta, ina inapeleka taarifa inapeleka taarifa mahali ambapo inawekwa kama kumbukumbu hasa kumbu. Wakati unafikiri ubongo wako unachakata kile ulichokiona, alafu unapeleka hisia kwenye moyo, na hisia zikienda kwenye moyo zinaathiri tabia ya nje. Mungu awasaidie. Ndio maana unaona mtu anaelezwa habari mbaya. Mungu awasaidie. Alafu yule mtu anakufa. Mungu awasaidie. Utaona hapa mbele kwenye neno la Mungu. Mungu awasaidie. Kwa hiyo habari zinazo mbaya zinapokuja kwenye maisha yetu, kuzisikia kuziona zinaweza zikaathiri maisha ya kimwili na ya kiroho kama zinaweza kuzikaathiri maisha ya kimwili hata ya kiroho kama mtu anaweza pokea habari mbaya akashtuka mpaka akafa. Unapopokea habari mbaya pia inaweza zikasababisha e, hali yako ya kiroho kufa. Mungu. So, sasa hii milango ya kwanza ni mlango wa fahamu ambao ni kuona, yaani macho. Ile tunachokitazama huweza kuathiri hisia zetu kwa wema au kwa ubaya. Mungu atusaidie kwamba hisia zetu kwa, kwa, kwa, kwa sababu tunatazama mambo mazuri yule mtu wetu wa ndani anajengwa na kuwa imara, na roho Mtakatifu anaweza kukaa ndani yetu, lakini tunapotazama mambo mabaya yanabomoa na kutuua kiroho, mtu wa ndani anakosa nguvu. Mungu atusaidie. Lakini kusikia, maneno yale tunayoyasikia yanaweza kujenga au kubomoa roho zetu, kile tunacho isikia. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kile tunacho sikia inaweza kikaharibu tabia zetu. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Na sehemu zingine kwenye Bibilia anasema jicho eh, halishidi kufanyaje kuona, wala masikio kusikia. Mungu atusaidie, lakini sehemu ya tatu anasema kunusa. Mungu atusaidie. Una watu wanakula hata madawa kulewa, na ile ile kunusa inapeleka, inaharibu mfumo wa mwili, inaharibu hisia. Akikumbuka anauza kile alicho nacho kwenda kupata yale ambayo alikusudia, wakati amenusa akafurahi. Na mambo mengine kaza kaza, unaweza ukayaweka we mwenyewe hapo ambayo yanaweza yakaharibu ufahamu, tunapoyakumbuka tunayafata na yanasababisha ufahamu wetu kuharibika. E, e, sehemu yanayosema kugusa. Hmm? Kugusa, mguso unaweza kuamsha hisia au kumbukumbu. Mungu kumbu. kumbu atusaidi. Kwa kwa hiyo wewe kama Mkristo hakikisha hata watu unaokaa nao sikae mahali mtu anakufika tu anakukumbatia, sijui anaongea nawe anaku ana guto masato vitu kama hivyo vinapeleka taarifa mbaya kwenye hisia zetu, na pale taarifa mbaya kwenye ubongo pale tunapozifikiri zinazaa hisia mbaya hata za uzinzi. Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni vema tulinde haya mambo ili tusiharibu tusiharibu maisha yetu ya kiroho, lakini na maisha ya kimwili pia katika afya zetu. Lakini kuna kile kitu kingine, kuonja ladha ya vitu inaweza kuathiri mwili na hata hisia yeah. Mungu atusaidie. Pombe, sigara, bangi, madawa ya kulevya yanaweza ya karibu fahamu zetu hisia zetu. Mungu atusaidie na hii ikawa ni shida kwetu. Mungu atusaidie. Lakini kufikiri, namba sita. Yeah. Kufikiri. Yeah. Kufikiri ndani yetu ni mlango wa fahamu ambao unaweza ukasababisha madhara yale tulio yaona, yale tulio yanusa, yale tulio yaonja, e, yale tulioyasikia. Tunapo yatafakari sasa, Mungu atusaidie. Tunapo yafikiri yanaharibu hisia zetu, Mungu atusaidie, na yanazaa, yanasababisha kuzaa tabia ambazo si nzuri. Kwa hiyo mawazo ni, ni zao la taarifa tu tulizopokea hapa. Ndipo maamuzi huanza kuchukua mwelekeo. Mungu akusaidie. Kwa hiyo ni vema yale tunayoyapokea tukiyatafakari. Ndio maana Biblia inasema, na neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yenu. Bwana asifiwe. Alafu anasema nguvu zenu zitapatikana pale mnapo tulia na kutafakari neno la Mungu. Nguvu zetu za kiroho zinafanyaje? zinaanza kutokea pale Mungu. Sasa tukijaza habari mbaya, tunapopata muda wa kutafakari, kinachotokea ni tabia ambazo sio za kumpendeza Mungu na za kuasiri mfumo hata wa mwili na hisia zetu. Lakini sehemu ya saba, hisia za ndani, hisia za ndani au roho tuseme. Mungu atusaidie. Huu ni mlango wa kiroho ambao mtu asiriwa na nguvu ya kiroho anayoruhusu iwe ni ya Mungu au ya adui. Roho wa Mungu huleta utulivu, hekima na upendo. Roho chafu huleta hofu, uasi na giza. Mungu. Kwa hiyo kile tunachokipokea kupitia roho zetu tunamruhusu, kama ni shetani tunafata taratibu zake za kumfanya akae na sisi atusaidie au atulinde, zinaathiri tabia zetu na hisia zetu za ndani. Lakini tunapomruhusu Kristo akae ndani yetu, Mungu akusaidie, na kusikiliza yale mambo yake na kufuata yale mambo yake. Mungu akusaidie. Yeye anakaa ndani yetu na kusababisha ile roho yetu kuwa imara. Biblia nasema ule utu wenu wa ndani uwe imara. Sasa tunaporuhusu mambo ya Mungu kuwa zaidi ndani yetu, ule utu wetu wa ndani unapokuwa imara, tunaanza kuongozwa na roho wa Mungu na hapo ndipo hata yale ambayo yanataka kuja kwenye maisha yetu tunayaona, kwa sababu tayari kuna kitu ndani yetu ambacho eh, kimeachiliwa na Mungu kwa sababu ya tabia zetu kuwa njema. Mungu atusaidie sasa. Eh, labda naweza nikajazia kitu hiki, anasema kazi ya moyo ni kutafsiri taarifa tunazopokea kupitia milango ya fahamu na kuza hisia zikiwa za dhambi au za utuema. Kwa mfano, mtu akipokea taarifa nyingi za ngono, moyo wake huanza kuzalisha hisia za kutamani kutenda jambo hilo. Hivyo basi, ni muhimu kulinda, tusipokee taarifa mbaya zinazoweza kuharibu mioyo yetu, kwa kuwa moyo huleta msukumo wa hisia kulingana na taarifa tunazoruhusu kuingia ndani yetu. Moyo wetu unalindwa kwa kuepuka kupokea taarifa mbaya, badala yake kuujaza neno la Mungu na mambo mema ya kiroho Bwana. Bwana. Bwana. Kwa hiyo linda sana moyo wako, linda sana moyo wako. Ukisoma kile kitabu cha Samuel wa kwanza, eh, kuna yule mzee alikuwa anaitwa eh, Mungu akusaidie. Biblia inasema eh, alipokea alipokea taarifa mbaya tunaweza tukasoma pale Samueli wa kwanza nne Samueli wa kwanza nne kumi na mbili mara moja. Tunaweza tukasoma e, Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza nne kumi na mbili anasema basi mtu mmoja wa Benjamini akapiga mbio kutoka nje ya jeshini akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa, mavumbini kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia, kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini, akatoa habari, mji wote ukalia. Na Eli aliposikia kelele za kilio kile, akasema, maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda kumwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka tisini na minane na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini, naye akasema alikuendaje mwanangu? Yeye alieleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena wote watu tena watu wengi sana wameuawa, wame hata na wa, wanawako wawili wa ofni na Fineas wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetaliwa. Ikawa alipo alipotaja sanduku la Mungu Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, na na shingo yake ikavunjika, akafa. Maana ilikuwa maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Sasa taarifa mbaya, Mungu akusaidie, inaweza ikaathiri hata maisha yetu ya mwilini. Unaona mzee mzee Eli amepokea taarifa, watoto wamekufa sanduku limechukuliwa, unaona mzee yule hapo, hapo tena. Alikuwa aone, alisikia tu. Mungu atusaidie. Ile taarifa ikasababisha yule mzee akafa. Mungu atusaidie. Kwa hiyo taarifa zinaweza zikaathiri hata mfumo wa afya. Mungu atusaidie. Sasa kama zinaathiri mfumo wa afya, hata mfumo wa mwili wa kiroho, taarifa ambazo zinaweza zikaathiri. Mungu atusaidie. wa so wa wa wa inaweza ukiruka ukaenda ule mstari wa kumi na tisa, anasema tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mja mzito katika, katika karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwa ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkewe na mumewe wamekufa, aka mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikia. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria wa karibu naye <coughs> wakamwambia, usiogope maana umezaa mtoto mwanaume, walakini hakujibu wala kumtazama. Akamuita akamuita mtoto Ikabodi, akisema huo utukufu huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa na kwa sababu ya mkwewe na mume wake. Akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Sasa unaona, huyu mama na yeye alikuwa ni mjamzito karibu na kuzaa, alipopokea taarifa mbaya Mungu alipopokea taarifa mbaya, naye akafa hapo hapo na mtoto akazaliwa. Yaani uchungu ukaingia, mtoto akazaliwa, naye akafa. Mungu atusaidie. Kwa hiyo taarifa zinaathiri mifumo ya fahamu. Mungu atusaidie, mifumo ya mwili. Mungu atusaidie. Mungu, ndo maana mtu saa ingine akipokea taarifa mbaya, unashangaa moyo unapiga unapija au yuko kwenye hatari fulani moyo unapiga pa, pa, pa. Kwa nini anakuwa tayari? Eh, amepokea kitu ambacho kimeleta hisia kali za kusababisha yeye awe na hofu na mashaka. Na hata akipokea taarifa nzuri, kwa kuona, kwa kusikia, moyo wake unachangamka. Mungu atusaidie. kwa hiyo Mungu. Mungu ni vema kuangalia yale tunayoyapokea ya siasiri mifumo ya tabia zetu, haswa kama unahitaji kumpendeza Mungu, hakikisha yale unayoyapokea hayaathiri mfumo wa tabia yako. Mungu akusaidie. Sasa kwa kumaliza, taarifa tunazopokea kila siku kupitia kuona, kusikia na milango mingine ya fahamu, zina uwezo wa kujenga au kubomoa utu wetu wa ndani. Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Hivyo basi tuwe waangalifu tunachoruhusu kuingiza ndani yetu, tusi tusafishe mioyo yetu kwa neno la Mungu na tujaze ndani yetu mambo mema ya kiroho Mungu asifiwe. Kwa hiyo ni vema wewe kama Mkristo ukahakikisha unajaza mambo ambayo yatampendeza Mungu. Sasa swali ambalo naweza nikakuachia la kujitathmini: je, unaulinda moyo wako dhidi ya taarifa mbaya au unajiachia kwa kila kitu kinachokuja? Sasa ushauri wangu ni kukushauri, hakikisha moyo wako mara zote kuna taarifa za kusababisha ukae karibu na Mungu. Hii itakusaidia hata taarifa mbaya ambazo tunazipokea, hata kama hatuwezi kuzizuia, kwa sababu tayari moyo wako umejazwa taarifa nzuri za Kimungu zinakusaidia kuimili. Mungu watusaidia yale, yani ambayo tunakutana naye Mungu. Mungu kwa hakikisha unajaza taarifa hakikisha unampendeza Mungu, hakikisha unaishi maisha matakatifu. Na hata kama basi ukuwa na unaishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, badilisha mwelekeo, ishi maisha, kum maisha ya kumpendeza Mungu, na hii itakusaidia wekuwa mtu hata. Ivile inasema msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Yale tunayoyasikia yale tunayoyasikia yanaharibu tabia njema aya tunayoyasikia yanaharibu tabia ya njema, ie tunayoyaona jayo ya mengine yanayopita kwenye milango mingine yanaweza ya yakawa ni mabaya zaidi. Kuna mambo pia tunaweza tukayatenda kwenye maisha yetu yakaenda ya kwenye fahamu, na yakishakaa kwenye fahamu yanaharibu hisia ya zetu kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye mtindo wa maisha. Kwa hiyo ni vema wewe kama Mkristo kuhakikisha unaishi maisha ya kupokea taarifa nzuri, na hii itakusaidia uwe kuwa bora, na baada ya hapo utaurisi ya uzima wa milele. Basi nikutakia wakati mzuri. E, Mungu akubariki. Lakini kama umependa ujumbe huu, unaweza ukashia na wengine, ile na wengine wapokee ujumbe huu mzuri na we, Mungu atakubariki, kwa sababu kwa kufanya hivyo mimi na wewe kwa pamoja tunapeleka injili ya Mungu kwa watu wengi, watasaidika. Basi nikutakia wakati mzuri, tutaenda kumshukuru Mungu Alafu nitaenda kumaliza, lakini nawe pia usisahau kuniombea. E, Mungu akubariki. Basi tuenda kuomba pamoja na wewe, na ninauhakika basi utapokea kitu. Baba Mungu, ninakuja mbele zako nikushukuru kwa wakati mzuri ambao umetupa wa kujifunza. Ninauhakika mtazamaji wangu, ili ambalo amelisikia na kuliona, Baba li, ataenda kutendea kazi ili likamsaidie kwenye maisha yake ya kiroho na yeye akawe mtu bora Baba, ninakushukuru katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu, amina. Basi eh, nikutakia wakati mzuri mtazamaji wangu, Mungu akubariki na kukuongeza. Asante na